Duguzangu, wizara anaongoza ya mawasiliano ya teknolojia ya abadi imepewa dhamana mheshimiwa daktari Samia Suuluh Hasan ya kusimamia masuala yote yanayohusu TEHAMA na kupitia mfuko wa mawasiliano kwa yote yani usa imepewa jukumu la kuhakikisha inachochea matumizi ya TEHAMA nchini. Kwayo ni furaha yangu kubwa kuona kwamba matumizi ya TEHAMA yanapewa kipombele katika ngazi zote kuanzia shule ya msingi sekondari, vyuo na elimu ya juu na, na, na, na, na, na, na hapa leo tumekuja kuona na mfano halisi, na nawapongeza sana na mfano. Kama mnavyofahamu kuwa tehama ni nyenzo muhimu katika kuwezesha sekta nyingine ikiwemo sekta ya elimu, na kwa kutambua hiyo, serikali imeweka mazingira ya wezeshi ambayo yanachochea ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kusukuma ajenda ya ukuaji wa matumizi ya TEHAMA ya kama, kama ambavyo mheshimiwa Rita Kabati na wadau wake wamefanya wa leo kwenye shirehia sekondali. Leo tunashuhudia uzinduzi huu ikiwa ni matokeo ya ushirikiano wa serikali na shirika la Renal International, International Education Outreach la nchini Marekani kwa maombi mahususi ya mheshimiwa Rita Kabati ka hivyo, nitumie fursa hii kulishukuru sana shirika hili Kumshukuru sana Mheshimiwa Ritta Kabati na nakuomba nifikishie salamu zangu za shukrani. Maabara ya kompyuta nimeelezwa na ni kijana ni nyoni kwa ufundi mkubwa kwamba inajumuisha uwepo wa vifaa vya TEHAMA ikiwa ni pamoja na kompyuta mpakato ishirini ya laptops na vifaa vyake vinavyounganisha ikiwemo server moja, switch moja za extension extension cable kuunganishia zile kompyuta mpakato, UPS moja kwa kwa ajili ya kukontrola uh, umeme, voltage regulator moja, moja na UTP cable box moja, moja. Aidha, ninatambua kwamba tofauti kwa na, na shule hii ya Nyarugu zipo shule zipo nyingine nne ambazo zimeshatajwa kwenye wilaya ya Kilolo ambazo zimepata ufadhili kama huu wenye vifaa ambavyo nimevitaja na kuwezesha jumla kuwa kompyuta mpakato